Ni siku nyingine ambapo usiku kucha Irani na Israeli zimerushiana makombora. Taarifa zinasema kuwa Irani imerusha safu nyingine ya makombora dhidi ya Israeli, huku ukiwa na ripoti kwamba Trump anafikiria kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Irani kufuatia uchochezi wa Netanyahu. Taarifa zinaeleza kwamba Irani imerusha makombora katika miji ya Israeli, kati Tel Aviv pamoja na Yerusalemu, wakati ambapo bado vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti juu ya mashambulio hayo, lakini havijatoa taarifa ikiwa serikali imesema kuna majeruhi ama idadi ya vifo hata hivyo, Israeli imeishambulia Irani kote nchini humo ambapo kwa kiwango kikubwa mashambulizi ya Israel yalilenga maeneo ya kaskazini na magharibi mwa nchi hiyo ambapo ilivujisha pia taarifa kuwa imemshambulia aliyekuwa rais wa awamu ya sita wa Irani, si mwingine bali ni Mahmoud Ahmadinejad. Baada ya muda mchache tu wa taarifa hizo kuvuja, yeye mwenyewe amejitokeza hadharani na kwamba taarifa za Israeli ni propaganda na yeye bado ni mzima wa afya. Vikosi vya usalama vya Irani siku ya Jumanne viliwakamata watu kadhaa ambao inasadikika kuwa ni timu ya kigaidi inayohusishwa na Israeli na vilipuzi katika mji wa kusini magharibi mwa mji mkuu Teherani. Timu hiyo ya magaidi inasemekana ni kwa ajili ya kuchunguza taarifa za Irani na kutoa taarifa kwa Israeli ili kujua namna ya kuishambulia nchi hiyo. Milipuko mingine ya Israeli imelenga katika miji ya Teherani, ambapo mifumo mingi ya ulinzi ya Irani imeweza kuyazuia baadhi ya makombora, ambapo huko Tabriz, Bushel na Shiraz ni maeneo ambayo yame kwa kiwango kikubwa ambapo watu wengi wameripoti juu ya milipuko mikubwa ya mipira ya moto iliyowaka usiku mpaka asubuhi. Hata hivyo, rais wa marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani inafahamu mahali alipo kiongozi mkuu wa Irani Ayatolah Ali Hamenei ambapo amejificha wakati wa mzozo wa Israeli na Irani ukiwa unaendelea, lakini rais huyo amesema kwamba bado hataki kiongozi huyo mkuu auawe kwa sasa. Trump ameimiza katika chapisho la mtandao wa kijamii amesema kiongozi huyo anatakiwa kujisalimisha bila masharti, huku akitaka mzozo wa irani na Israeli kukomeshwa mapema. Amenukuliwa akisema tunajua haswa ni wapi yule aliyeitwa kiongozi mkuu amejificha. Yeye ni shabaha rahisi lakini yuko salama huko, hatutamtoa tumuue, angalau kwa sasa. Hatutaki makombora yanayorushwa kwa raia au askari wa Amerika. Subira yetu imepungua. Matamshi ya Trumpu yanayozidi kuongezeka kwa misuli kuelekea Tehran Teherani yanakuja baada ya kuwataka wakaazi karibia milioni 9.5 wa Teherani kukimbia kuokoa maisha yao wakati alikatisha ya ziara yake ya mkutano wa kimataifa ili kurejea Washington kwa mazungumzo ya haraka na timu yake ya usalama ya taifa. Rais Trump alikutana baraza lake la usalama la kitaifa siku ya Jumanne kujadili vita vya Iran na Israeli ikulu ya White House Marekani. Mkutano huo katika chumba cha hali ya mambo ya ikulu ulichukua takribani saa moja na dakika 20 ambapo afisa wa ikulu ya White House amesema kwa sharti ya kutotajwa jina, bila kutoa maelezo zaidi. Maafisa wa Marekani wamesema Trump alikuwa akiweka chaguzi zote mezani huku akisisitiza kuwa katika kampeni hadi sasa kuisaidia Israel. Chaguo linalowezekana zaidi linalozingatiwa na Trump litakuwa utumiaji wa mabomu makubwa ya Bank Buster ya Amerika dhidi ya kituo cha nyuklia cha Iran kilichozikwa kwa kina na mabomu ya Israel siku za hivi karibuni. Gazeti la New York Times limesema kuwa Trump anafikiria kuruhusu ndege za mafuta za Marekani kujaza mafuta ndege za kivita za Israeli ili ziweze kufanya safari za masafa marefu kuelekea Irani. Maafisa wa Marekani wamesema kuvunja mpango wa nyuklia wa Irani unasalia kuwa kipaumbele cha Trump. Katika taarifa yake ya kwanza tangu tishio la Trump la kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei ameandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter kuwa kwa jina la mtukufu Haida, vita ndiyo inaanza. Haida ni jina mbadala la Ali, khaifa wa nne wa Kiislamu. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne alionya jaribio lolote la kubadilisha utawala nchini Irani, akisema litasababisha machafuko makubwa zaidi ambayo hajawahi kuonekana ambayo huenda akapelekea kwenye vita nyingine ya dunia. Amenukuliwa akisema kosa kubwa leo litakuwa ni kujaribu kubadilisha utawala wa Irani kwa njia za kijeshi. Macron amezungumza hayo katika mkutano wa nchi za G7 nchini Canada muda mfupi baada ya rais Donald Trump wa Marekani kusema Marekani haitamua kiongozi mkuu wa Irani kwa sasa. Rais huyo wa Ufaransa pia amesema kuwa Trump alikuwa na jukumu muhimu katika kuanzisha tena diplomasia na Teherani, na akasema anaamini kuwa kiongozi wa Amerika huyo anapendelea a usitishaji wa mapigano kati ya Irani na Israel. Amesema ninaamini kuwa Marekani ina uwezo wa kurudisha kila kitu mezani ili kujaribu kutatua mzozo huu, akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano na kundi la G7. Mfalume wa Jordani pia, Abdullah wa pili, ameonya katika hotuba yake kwa bunge la Ulaya Jumanne kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani yanatishia kuongezeka kwa hatari kwa mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati na nje ya nchi. Amesema pamoja na upanuzi wa Israel na mashambulizi ya kujumuisha Irani, hakuna kinachojulikana mipaka ya uwanja huu wa vita itaishia wapi, Abdullah aliwaambia wabunge akisema, na hiyo marafiki zangu, ni tishio kwa sasa, ni tishio kwa maeneo haya na ni tishio kwa dunia. Kwa upande wake, nchi ya Kuwait, wizara ya mambo ya nje ya Kuwait imetayarisha mpango wa dharura wa kuwahamisha raia wa Kuwait kutoka Irani na kuwarejesha nyumbani kwa kuzingatia matukio ya sasa ya kikanda, waziri wa mambo ya nje wa Kuwait Abdullah Al-Yahya amesema katika taarifa yake jana ya Jumanne. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje kwa maelekezo ya uongozi wa kisiasa inafuatilia kwa karibu hali ya Kuwait nchini Irani kupitia ubalozi wa Kuwait mjini Teherani, ikibainisha kuwa uratibu unaoendelea nao ili kuhakikisha usalama wao na kuwapa msaada. Lakini ameonya kuwa iwapo Israel itagusa ubalozi huo itakuwa imesababisha kuigusa Kuwait moja kwa moja na huenda nchi hiyo ikachukua hatua za kujilinda. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.